Mitaa tuliyotoka tuliaminishwa kitu tofauti sana kuhusu fursa. Tuliambiwa fursa ni nafasi anayoipata mtu ambaye ataifanya akiwa na vigezo. Tukafundishwa kuwa kila mahali fursa zipo, lakini sio kila mahali wapo watumie fursa. Sio matapeli wanaotumia fursa ya kudidimiza wengine wanaojitafuta kwa dhiki na mashaka. Inasemekana binadamu kazungukwa na fursa kila mahali, lakini sio kila jicho linaona. Kama wengine utapigiwa simu, dereva na dereva anahitajika haraka, hiyo ni fursa lakini vipi kama kuendesha gari wewe hujui? Maana yake fursa ipo, utendaji hakuna. Utaambiwa nahitaji kaa daktari kwenye hospitali mpya wa wilaya uliokulia wewe, umesomea uhasibu. Tafsiri rahisi ni fursa imekuja, lakini haijafika kwenye mikono sahihi. Kinachotokea ni kile kitu cha pili ambacho hakifundishwi kwenye shule yoyote ile hapa duniani, kile kitu kinachoishi kwenye vifua vya wasio na vinyongo na wale walioishi kwa kupenda wengine watoboi pia Wala nawamini kuna kesho yangu nzuri inakuja kwa sababu niliacha mwingine afanikiwe bila choyo, kama mchezo wa mpira wa miguu tu, zuia mali angalia nani